Unajua, uh -huh. like muda mrefu uh -huh. Nikizungumzia haya maneno unapeleka hivi unataka kuniambia izi tu huyu Dante jana yako anafaa fikie mwafaka wake, yanamaanisha amefika, ah, umri wa kumjua mzazi wake ili aanze kujipanga. Ona safari ya masomo nimesukuma, nimlea kama mtoto wangu, nimemfanyia kila kitu. Sasa hapo kwenye nimefikia mpaka amepata kazi, naona sasa nimpe msingi wake kutoka kwa babake. Hapana, haiwezekani mume wangu. kwa nini? hmm? nilijua tu mtoto hautamkubali. Eh? tulielewana aje venye tulioana na wewe hmm? Ndio, ah, basi kaa chini, punguza Jasper. niambie tu vizuri mume wangu, haya maneno ambayo unaniongelesha ni maneno gani haya? Sasa haya yote yametoka wapi? Tulielewana tu ya kwamba huyu mtoto atakuwa wako. Umefikia wapi ndio ukaanza kusema tu mtoto ajue baba yake? Hmm, wewe ndo huku, nielewa vizuri, mimi simaanishi kwamba simtaki mwanao, nampenda sana, na ndio maana nimemfanyia yale yote <laughs> kama tulivyokubaliana kwamba nitakuchukua, nita wewe pamoja na mtoto wako, lakini sasa hatima ambayo anaifikia inapaswa kuwe na babake. Nini maneno nye u, nini, huyo baba nani alinifanyia? Siwezi, siwezi kubali kubali mtoto arudi huko. Kama ni hivyo, hapana. Sasa unajua mtoto huwezi mnyima babake wewe ulikosana na yule baba, lakini mtoto hakukosana na yeye. Uwe ni unaweka maisha ya mtoto katika rehani. Eh? Hata umu mtoto, bado sijamwambia babake, na umu anza kusema haya maneno nitafanya aje. Sasa hilo ndo unapaswa ukae chini polepole pole na mtoto umueleze. Ukisha mueleze akisha kuelewa, wewe panga mikakati, mimi nitakusaidia vile mtoto atafika kwao, as long as tu unipatia direction. Kama wewe utake kukutana na ye. Wewe ndo ulikosana na ee, uliko siyo mtoto. Yeye yeah, pia anahitaji kuwa na babake na anahitaji baraka za babake mzazi. Hivyo unavyofanya mke wangu sio vizuri kwa mtoto. Kwako wewe ni vizuri, kwa sababu unaridhia, unalipiza labda yale makosa ambayo yule baba mtoto alikufanyia lakini, kwa mtoto, utendi haki mke wangu. Inapaswa mtoto aambiwe ukweli kwenu, kwenu ni sehemu fulani, wewe ni kabila fulani. Yaani mtoto anapoingia kwenye sasa maisha yake kama mtu mzima, anajielewa A to Z Mme wangu acha ni kuuliza, unafikiri jambo ni rahisi? Ni rahisi tu venye na sio rahisi, lakini tukijaribu tunaweza tukalifaulu, tutalitoboa. Kwa kutazama tu unaona sio rahisi, lakini ni rahisi kama tutajipanga nayo, na sasa ndo tumeanza kujipanga. Usinifikirie vibaya, huyo mtoto nampenda kabisa kama mtoto wangu, na najua hata yeye kwa maisha yake hataweza kunisahau mimi, unaona. Hata kama hata hata enda kuishi huko lakini. Hodi hodi, kwa boma. Wapendwa, karibu sana. Asante, karibishe mgeni kwanza akae, eh? Mgeni karibu karibu, <laughs> eh? Sivyo, kukaribisha mgeni kwanza. Sim, nauliza, unataka nini hapa? Sasa, mgeni. Mimi makosa yangu bado sijajieleza, ni nini kimenileta hapo, umeanza kuni kashu umejileta nini? Nisingoje uone nasungumza mimi. Inavyoonekana mnajuana vizuri, hakuna haja ya kwanza kuzozana hapa hivi. Ni mkae chini tusungumze, mgeni amefuata nini, atuambie. Unajua kilichomleta. Akae wapi? Akae wapi? huyu ndio baba yake Dante. Karibu sana Asante sana Eh, kitisa nashindwa, nafika na mke tena, amekuwa si mke, amebadilika. Tuandalie kitu kidogo, tuletee kiti hapo ndani. Karibu sana, jisikie. Nashukuru bro. Yeah. Eh. Hey. na brosha yeah. hey. Ah uh, bro, kwa kusema ukweli tusiende kwa kina ambapo mimi sijakuja hapa kuwa chokora. Mimi sitaki niwe kisirani na mke wapo. Chenye kimenileta hapa kime ni jambo moja tu. Hakika mimi nimeambiwa na watu na nikakanyaga mguu wangu moja mbili hadi hapa. Kuna mtoto wangu ako hapa ndio mwenye nimekuja kuchukua. Hilo ndio jambo lenye nimenileta hapa. Si, sina jambo lingine bro, kuhusiana na ndoa, no, hapana. Mimi nataka tu mtoto wangu, yuko hapa, ndio mwenye nimekuja kumuona, kuja kuona mtoto mm. Ni hivyo tu. Huyu mm. ndio mwenye alikuwa ananinia, ananitesa nikiwa mimba ya Danje, mm? A sababu nikakuja nikaolekea wewe, sasa saa amefuata nini? Huyu mme amefuata nini? Ah. Aliniteso sana nikiwa nyumba yake, sasa amefuata mtoto. Sikiliza mke wangu, unajua yakiharibika yanatengenezwa ndio yakuwe sawa. Sasa ni vizuri babake Dante, amekuja na wewe, mamake Dante, uko hapa, mutoe tofauti zenyu basi mtoto akuwe na baraka za wazazi wote wawili. Simaanishi kwamba utaenda kuishi na yeye, wewe ni mke wangu, lakini mtoto wake tuangalia sasa mtoto wake mke wangu. Mimi mimi bro, chenye nimekuja hapa, habari ambayo niliikuta, nikafanya nikafika hapa, nimesikia msichana wangu amefanya juhudi, ako na kazi amepata, na kulingana na sheria na kimila na desturi yetu, sisi lazima mtoto wa kwanza wako akiwa amefanikiwa, baraka za kwanza ni za baba. Sasa mimi nikasema hapana. Mnaweza kuwa mmekaa hivi hamjui wala hamtambui. Acha nichukue, tunitia mimi kukanyaga mguu wangu, nifika hapa, nione binti yangu, at least nimwambie msichana wangu, nimefika, mimi ndio babako. At least tusalimiane, tujuane. Akuje nyumbani, awe tayari kuniletea kijana wangu, nimjue. Hilo ndilo lenye nimeleta hapa, bro. Apana, sina mambo mengine. Asante sana kwa maelezo yako. Yeah. Lakini sasa, binti. Hmm. Binti, nikwambia. <laughs> <laughs> <uya> Huyu amechanganyikiwa. <laughs> Unazungumzia binti ama binti yetu? atu atu. Na ni mtoto wake baba. Kwanza unai umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Shaka. oh. Oh. Oh. Ndo maana ukaitwa hilo jina mm. eh, jina la matatizo huu mm? Na binti hapa <laughs> nimejileta tu kwa uzuri bro. Binti si yuko hapa, mbona? mm. Mnanichanganya <laughs> ni hivyo tu, sina mambo ingine bro. Baba uko sawa? Niko sawa kabisa. Nzuri. Habari. nani huyu? Mwanangu, karibu sana. Huyu si ndio binti yangu mwenye nauliza, si ndio huyu? Amechanganyikiwa. msichana wangu bado. Mimi nimejileta hapa. Tatizo ni kwamba si, nilikuwa mbali sana muda mrefu Benti yangu umefanya vizuri kuonekana. Mimi hadi hili tatizo ndio limefanya nikafika hapa, nimekuja kuongea na wazazi wako walezi. Msichana wangu, nimekujia urudi uende ujue nyumbani kwa enua haliyenye mimi nimesikia upo, upate baraka na at least ufanikiwe. naufakiwehikua naelezea wazazi wanaekulea. Mama kewini Mama Kewini, hebu msichana wangu simama kwanza, bila kudanganya. Angalia bro, angalia huyu msichana, angalia mapua, haina tofauti sana na ah, anti yake. Angalia meuangalia muwanangalia masikio na nyanyake nyumbani, hakuna tofauti kweli. <laughs> Kwani chenye nasema mama, chenye naongea kinaenda tofauti na kichwa changu nini? Wewe na wazimu, karibu na mtoto wangu. Mama ingia ndani eh. Baba kama umerogwa, tafadhali, hapa sio kiringe cha waganga ambapo kwamba umekuja kusaidia. Naanzaje kumdescribe mtoto wangu kwamba ni wako? Umechanganyikiwa. Sikiza bro, huyu mtoto, tofauti ni upi? Alipata mamake, hiyo tu, lakini chenye kimebaki yote nyumbani kwetu. Nimesita ajabu ya Musa, leo nayaona ya Firauni. Wewe, ningekuwa na uwezo ningekukatakata vipande. Nimekuja kwa uzuri yeah. nimekuja kwa uzuri, msifanye hivyo, mkatalie mtoto wangu jamani. Baba, huyo mtoto wako ana miaka mingapi? Huyo mtoto wako ana umri wa miaka mingapi? Saizi amekaribia miaka kumi na nane. Anafaa shika na e, kitambulisho. Wewe umekuwa ukiishi wapi kama baba mm, wa mtoto fikishe mm, tu miaka kumi na nane humujali, humwoni hata, najua jina ni ni, ukweli unamjua jina Mmemwita Wini. Wanadamu ndio wanakosa, na kiume chochote chenye kinatembea na miguu miwili, macho mawili, masikio mawili na mdomo na mapua mawili. mm -hmm, uchunge sana, hadi wewe unaweza kuwa unakosea. Maybe kwingine utapatikana penye inafaa uongee, wakusikilize. So mimi nilikosa kudhulumu huyu mamake, si ndio nimeomba kwa kukuja, kwa sababu ameanza kazi na baraka za kwanza bro, hadi wewe unajua, hey, hazitoki kwa mama, mwenye anapeana baraka ni baba. Hapana tamasi, mm, kazi tamaa sababu menileta mimi, nataka tu mtoto wangu nimpe baraka na ajue nyumbani. Sasa baada ya baraka, basi mtoto at least ajue babake yuko nyumbani kwao ni huku, kwa tayari kuishi naye. Ukisema hadi saa hii eh, nipo tayari bro. Uh -huh. Sana kabisa kabisa, niko tayari, si mtoto ni wangu. Sasa baba, kwa taarifa yako, mwanao ni kijana wa kiume. Hapana <laughs> acha yeye mwenye <laughs> amepita hapa, uniambie ni wa kiume Umechanganyikio ama unajaribu kunionyesha nini? Sio huyo. Basi mimi sijui kama kuna wewe, ndio msichana mwenye nilikuwa yeah? ulijifungua kwa hiyo umri wote ukiwa umempotelea umekuja kuishi na huyu, si huyu mwenye kuja kuishi na mimi. Nilimuoa tena kwa ndoa na misingi ya kanisa. Sawa. Unanisikiliza? Hadi misingi ya miskiti ni sawa. Sikatai chenye mimi najua, msinichanganye. Msichana wangu ndio mwenye ameingia ndani. Huyo mtoto wako ana miaka mingapi? Nimekuuliza hapo 18 Unamjua kama ni mvulana ama ni msichana? Ni msichana. Nani alikuambia? <laughs> Hadi nimeambiwa wakati mimi nimetoka huko na nani. Bwana, mtu anaweza kunyima chakula lakini neno, bro, eh, hadi hii inatangaza eh. Kama ni hivyo, mnaona eti mtoto wangu ni kijana? Hapana, mtoto wangu ni msichana na nimewapea habari <laughs> Ah, baba, <laughs> Halo. Umeitwa Shaka ama nani? Rudi kwanza. Naitwa Shaka. Eh, hey, hey, naitwa Shaka. Jambo sana. Msalimia baba. Jambo sana. Mimi naitwa Shaka, venye hey, nimekuelezea. Hey, bro, sasa Shaka, kuna mvua. Ndio. Eh, nyinyi, nimekuja hapa nimeanza hadithi yenye sitaweza. Si umefuata mtoto wako? Yeah. Unahitaji kumuona mtoto wako? Nimemuona tayari. Kimuona sasa hivi utamchukua? Kwani unafaa nirudie? Unataka nirudie kuongea? Mwanangu, kuna siku nilikwambia nitang'ang'ana mpaka umjue baba yako. Sasa, baba yako ndio yeye hapo. mtoto wako ndio. Sikiza, mnanichanganya. Sikiza, mimi mwenye najua ni msichana ameingia huko ndani. si si huyo kijana, si huyo kijana. Nisikilize, hapa kwangu nina watoto wangapi? Wawili. Huyu ambaye ni wako, mamake alikuja naye akiwa tumboni Alafu na huyu msichana wangu ambaye anafuata huyu. Sasa chukua mtoto wako tena, anatoka kazini kabisa. We umekaa chini, umesomeshewa mtoto mpaka amepata kazi, sio tondochenekua. Ulikuwa nataka chukua mali. Unataka kuniambia mtoto mwenye ulikuja naye ni huyu? Ni huyu Damu ni nzito, hey, kuliko maji, lakini leo nashindwa kuelewa babangu. Umerogwa na, <laughs> na mganga yupi? Sijarogwa bro <laughs> kitu chenye mimi nataka nimeelezewa ni msichana, na msichana ndio ameingia ndani. Mwanao ndio huyo hapa, mpe baraka. yeah, <laughs> <Aswa, laughs> <coughs> Hey, nimletee mwavuli eh? Baba, ukiona unafanya kitu na mvua inanyesha kuna uhakika ndani ya asilimia mm, mia moja, mia moja. Sikilizeni, mwanao huyu hapa. Very caring. Unajua, nimemkuza kwa misingi ya kupeana heshima kwa wazazi, kwani ishiyote wewe haujai nielezea kwamba mtoto wangu ni mwanaume. Ulikuwa wapi mzee? Ngoja mm -hmm. kidogo babu, kwa vile nimesha jua ndo babangu, kitu cha kwanza nataka twende na wewe nikulie rosa mm -hmm. viatu, koti. Sitaki kuona ukivaa hizi koti za kitambo zilisha, kwa hiyo nikulie kofia za kisasa, kofia mzuri mm -hmm. na isitoshe ule mshahara wangu wa kwanza nilipoingia kazini <laughs>

Nimeshukuru lakini siko najua kwamba kijana wangu ni mm -hmm. wa kiume mm -hmm. so mi nimeshukuru mm -hmm. na sitaki kupoteza muda hapa, acha mi niende. Tutarudi tupange mambo hayo baadaye. Sina shida nao, ila nendeni mkikumbuka. Ukiviona vinaelea jua, jua vimeundwa si hivyo mtoto amesomeshwa huyu, si hivyo, sio kama ulivomtupa. Si hivyo, si kumtupa. mm -hmm. Alienda na mamake, sio? Unamkubali kwa sababu ya mali. mm -hmm. si babake kabisa kumtupa, si kumtupa na tena mm -hmm. sio vyema bagua watoto, awe jinsia wa kike, awe jinsia kiume, ni mtoto. mm -hmm. na ni damu yako, anakuchaji si. Si hivyo, ni lugha ya wanadamu, sitegemee tu mahari. Ni lugha ya wanadamu, hata jambo pia kupeana ni baadhi ya maisha ya baba. Nashukuru, tafadhali. Wacha Mwenyezi Mungu akuwe na nyinyi. Amina. Tuko nyinyiana tuongee baadaye. Sasa mambo ya benyu otaaa natutembelea wewe ni mama. hmm. Sisi tunaona kuna shida pale. Basi a umeenyesha sana.